Kuna mwingine anakuwa hawezi kabisa kureft kwenye group, yani kujiondoa kwenye group la WhatsApp. Sasa nimeenda kuelekeza hapa jinsi gani: unaenda kufungua WhatsApp yako, utatafuta group ambalo unataka kureft, subiri ifunguke. Baada ya kufunguka kama hivyo, utaenda kwenye group ambalo unataka kureft. Umeona y, yani shukia kwenye group ambalo unataka kureft, subiri ifunguke hapo. Mbona sasa magrupu yangu ni ya archive so nitabonyeza hapa kwenye archive. Kama utakuwa nalo pen, utakuwa nalo. So tufungue hapa kwenye ambapo nime-archive sasa nikuonyeshe jinsi gani ya kuweza ku-left. Baada ya hapa nakuja kwenye group, mfano group ila hapa la single. Eh, single ehe. Ile ni kama group la demo tu la kutengenezea tutorial lakini sio group official. Mbona? So utahitaji kulifungua. Utalifungua. Baada ya kulifungua kama hivyo, utabonyeza huku juu kabisa, huku utabonyeza hivyo. Ukishabonyeza utasubiri, utashuka chini. Ukishashuka chini, kuna sehemu hapa imeandikwa exist. Hapa utatoka, utabonyeza. Ukishabonyeza utabonyeza hapa exist group itatoka mona nyeza palipo ni kwa uta delete hapa chini delete. Ukisha delete una delete hapa group load ina ni please mona usubiri, wamwambia hapo apo utakuwa umekamilisha zoezi lako lime nini limekamilika. Hata tukirudi kwenye ma group hatuwezi kulikuta mona lile group la single nini Alipo tena hapo, nakuwa umekamilisha, na hivi ndivyo utakavyoweza kujiondoa kwenye grupu la WhatsApp. Kama umependa video hii, bonyeza alama nyekundu ya jumlisha iliyo, utakuwa umenifollow, lakini pia bonyeza kopa ili kulike na kucomment chochote.